Tusipoipa nafasi e, ajenda hii ya malezi na makuzi ya watoto tukapuuzia, hatujengi msingi imara wa familia wa taifa wa jamii, baadaye ndio unakuja kusikia kuna kizazi sijui kinaitwa nini, kuna kizazi hiki e, kizazi ambacho kimekuwa polluted na kuwa, kuwa mobilize tena, tutashindwa maeneo mbalimbali mbali ya dunia ambayo yanaingia kwenye vita yanaingia kwenye uhalifu mkubwa. Mmekuwa mnasikia huko Dar es Salaam, sijui Panya Road, sijui vitu gani, ni watoto wadogo kabisa miaka kumi, kumi na mbili, wanaongoza magenge ya kihalifu, matumizi ya madawa. Lakini kwa nini? Kwa sababu tunapuuzia malezi makuzi na ulinzi wa mtoto. Lakini jambo jingine nimejulishwa kwamba kikao hiki, moja ya shughuli muhimu kuelekea katika nimejulishwa kuwa kikao hiki ni moja kati ya shughuli muhimu kuelekea katika kilele cha kuadhimisha siku ya kimataifa ya familia iliyopewa jina la Tanzania Malezi Summit, eh, yenye kauli mbiu mtoto ni malezi, na wote tunakubaliana kwamba mtoto ni nini? Ni malezi, hmm. Leo hii wako watoto wadogo wameshawahi kupelekwa polisi mara saba mara nane mi toka nizaliwe mpaka nakuwa mpaka nakuwa mkuu wa mkoa sikumbuki kwamba nishawahi kupelekwa polisi kwa kesi yoyote ile. Kwanini? kwa nini? Kwa sababu ninaamini katika malezi yaliyotokea katika familia yangu, lakini wako watoto hapa kila siku wanakesha polisi. Kwa hiyo mtoto ni malezi, tukiwajenga vizuri kwenye malezi na watoto wakishajengwa vizuri kwenye malezi hawasahau nilikuwa nikizungumzia sana masuala haya, nina, nina relate sana na ukatili wa watoto. Kwa mfano, watu wengi sisi tunaofanya kazi serikalini hatuna muda kabisa na familia zetu, kwa hiyo nusu ya malezi ya watoto wetu yanafanywa na watumishi wetu wa ndani. Sasa utaona siku hizi kwenye mitandao zinarushwa klipu mtoto wa, mtoto akiwa anakataa kula anapigwa kweli, kweli mama hajui maskini ya Mungu, lakini pia utakuta watoto wananyanyaswa kijinsia, wanabakwa. Wazazi hawajui, wako bize, hata kumwogesha mtoto mdogo. Pia na yenyewe inakufanya umkague huyu mtoto, yuko salama. Sasa so wewe muda mwingi haupo na mtoto, umemwachia house girl, anamwogesha yeye, anamlisha yeye, kwa hiyo hata malezi na makuzi yake yataambatana na mtu wa Iringa anayemlea na wala sio wewe unayetokea Usukumani. Sasa unakuja kusema huyu mtoto mbona ana tabia za watu wa Iringa? sikalelewa na watu wa Iringa? alo <laughs> <laughs> <laughs> Hey. Mama watamisemi, si kweli wewe? Hey. Mtu wa Ukerewe, sasa mtoto umechukua hausgeli kutoka Dodoma, sasa malezi na makuzi yanatokea Dodoma wala sio wapi Ukerewe. Sasa unasema huyu bana hana kabisa mila na desturi za Wakerewe, si kwa sababu kalelewa na Wagogo, kwa hiyo na yeye ni nusu mgogo eh. Kwa hiyo huwa ninawashauri sana na huwa nawaambia hata wakina baba, mi naendaga sana kuwa mgeni rasmi kwenye graduation. Ninapofika pale nawakuta wakina mama na keki na nini, wanapiga family photo huwa nawauliza, baba wa hii familia yuko wapi? Anasema unajua ni, ni afisa lishe wa mkoa, kwa hiyo ameenda Dodoma kwenye ameenda Dodoma kwenye majumuisho na tathmini eh? Sasa inapotokea familia zimesambaratika, mama anasema unajua nilivyopata shida na wewe kwenye kukulea. Sasa mtoto anaona kweli, kwenye, kwenye graduation alikuwa yeye Eh, hey, mama ninaomba hela ya shule, anatoa yeye mama kumbe baba katoa kwa baba. Lakini hasemi kwamba baba yako katoa. Sasa inajenga chuki kweli kweli. Nina rafiki yangu msanii mkubwa sana nchi, sitaki kumtaja jina. Nikiwa mkuu wilaya Samwe huko, baba yake akanifuata. Bwana, nipatanishe na mwanangu. Nikamwambia sawa, nitajitahidi. Nikaenda nikamwambia, bwana, wewe si rafiki yangu wewe. Kwa nini usipatane na yule mzee? Akasema achana naye bwana. Yani yule mimi namuona kama watu wengine, tuko barabarani. Hana touch na mimi, hajawahi hata kunishika mkono hivi tukatembea barabarani nikiwa mdogo. Kwa hiyo, yako mambo madogo madogo tu yakifanyika, unajenga bondi na familia yako. Wewe unasema hmm? Huna hela kumpeleka mtoto pale malaika bichi kuogelea? Sibure, panahitaji pesa. Kwa hiyo ni muda wako tu, upendo unaweza kujengwa kwa muda tu, wala sio lazima fedha hmm? kwa hiyo na nyinyi watumishi wa serikali, nina ninawataka kwenye malezi na makuzi ya mtoto, na nyinyi mko mstari wa mwisho eh. Tuache hiyo tabia bize, haiishi mpaka siku unakufa. Na tumewekea utaratibu kwamba hii fedha hii, hata ukiwa mzee unaitaka kuitumia. Kwa hiyo kutafuta fedha ya kuishi, ila kujenga familia kuna muda wake, muda huo ukishapita mtoto akishavuka miaka kumi na nane, hapo hata ungemletea mabilioni ya fedha network yake yeye na wewe tayari haishiki, ni failure mm. Ninasema haya kwa sababu niliwahi kupata kesi moja hapa ofisi ya mkuu wa mkoa. Mama mmoja kaja pale kwa mkuu mkoa, asema mkuu wa mkoa, mimi sina kodi ya nyumba. Nikamwambia sasa, ndugu yangu, nina wananchi milioni tatu laki sita, kila mwananchi akikosa kodi ya nyumba mimi nikawa nalipa kweli? Huyo mkuu wa mkoa nitauweza kweli? Nami mambo ya usanii siyawezi, napenda kufanya kitu kwa haki na kwa ukweli. Akaniambia, naomba tu nisaidie mimi na mtoto wangu. Binti yuko Dar es Salaam Kariakoo pale, ni mfanyabiashara mkubwa sana, ana maduka makubwa, ana ghorofa mbili, lakini mtoto wangu wa mwisho ambaye ame, amesema lazima akae na yeye anamuoza wiki ijayo na katika ule mkutano mkuu wa mkoa mwenzio amealikwa. Sasa ukiona mtu anaweza kumwalika na mkuu wa mkoa kwenye kikao cha maandalizi ya harusi, huyo si mtu mwepesi. Aya, nikamwambia nipe namba ya mwanao. Nikampigia, halo halo, eh mkuu wa mkoa wa Mwanza, unasemaje? Nikamwambia fulani unamtambua? Asema huyo mama yangu, mm, lakini akaniuliza nikamuuliza, sasa mamaako anakosa kodi kwa nini wewe humsaidi? Asema ah, mi nimemchoka bwana. Akaniuliza, we unavyomwona huy kweli unamwona yuko sawasawa? <laughs> Nikamwambia mi leo ndo kwanza nimekutana naye siku ya kwanza, <laughs> siwezi kujua kama network ina feli ama iko full network. Akaniambia achana naye bwana, we umeone ana macho mekundu na nini, atakuwa atakuwa na problem. Nikamwambia za wewe, si ndo wakumpeleka huko mahospitali. Yule mama akaniambia, ninakusikia unavyosema, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, unavyoniona mimi, mimi sina akili sawasawa, sawa? Toka nifike hapa tumeongea kwa muda wa nusu saa, umewahi ume kurealize kwamba mi sina akili sawasawa? Isipokuwa nikamuuliza, huyu mtoto uliwahi kumlea? Akasema hapo ndipo nilipokosea step, anasema, nikiwa kijijini nilipomzaa huyu binti nikaona ni muache kwa mama yangu, yani, ambaye ni bibi yake. Nikaenda Dar es Salaam kutafuta maisha, nimekaa kule, mtoto amekuwa akilelewa na bibi. Kwa hiyo yeye na bibi yake ni kama mtu na mama yake. Kwa hiyo mimi simo kabisa kwenye network yao. Kamjengea bibi nyumba kijijini, kampa na gari ya kutumia, lakini mimi mama yake mzazi hanitambui, na amemshawishi mtoto wangu wa mwisho wa kike akalelewe na yeye Nasiruhusiwi kwenda kumwona, na hivi kesho ana harusi na sijaalikwa kama mama wa mtoto. Sasa ninayasema haya ili kuwaambia kwamba, jamani, upendo wa mama na baba ni muhimu kwenye nini, malezi na makuzi. Upendo haununuliwi kwa fedha mm? Upendo ni kujenga mazingira, sikukuu nawatoa watoto wa wako Siku nyingine hata unasema bana, mama pumzika, ngoja nimfuate mtoto shule. Kwa hiyo kunakuwa na bondi. Kama hakuna bondi, mambo yanakuwa magumu. Halo, umekuwa siku hizi huku eh? Wewe si mdau wewe. si tulisoma wote wewe eh? ulikuwa <laughs> eh? akielimu aume <laughs> Haya, kwa hiyo nazungumzia kuhusu <laughs> Na usu, nazungumzia kuhusu malezi ambao tuko busy. At the end you realize yourself you have no money. O, um, umri umeshakwisha.